Eh, Simba hamna timu ah. Timu mbovu ile, Yanga atakufunga goli moja la mwisho kukosakosa, ndo nabanimizwa eh, Shuli huna unarukaruka tu chule hey, amna leo chali tu bila mbovu butu. Mpira wote pale wote, ruka ruka tu wote, ruka ruka ruka ruka tu, sijaona mpira butu butu tu, hakuna mpira chini raha. Tukasema mpira burudani wakaona raha. Kwa hiyo pale wanakwenda kujini, kujini tu, hakuna tamu ya kupatikana kama huyo alikamfunga mwenzake tatu ngapi? Hamna shuti ngapi zimepigwa kweni pale pale? Kwanza ni kwa maana nakwambia, Simba hamna kitu kwa sababu ameshakosa nafasi ngapi leo? Nakwambia hamna kitu. Yanga na, Yanga hajapata nafasi lakini akipata nafasi Yanga anaitumia na, na utaja kunambia hapa inakuwaje? Hamna kitu alafu anakosa nafasi sasa, kufunga si so, wabovu manake wabovu Ngao ya Jamii nayo unasemaje, Meek? mara sita sita, ngao bado nayo nimeng'ang'ania tu. Unawambia nini? mimi nawambia wajifunze leo na kesho wasajili vizuri, wajifunze leo na kesho, lakini wamesajili vibaya mno, wamesajili wamesajilini. Sasa na bado kwenye ligi yenyewe sasa amefikia, bado hawaumiza kabisa Mwandishi mi eh, sina makuu tena. Ndio, wafikishia ujumbe neno moja tu neno moja tu. neno moja la mwisho na kusema hivi eh. Wajifunze kusajili upya waache uhuni Simba Sport Club. Wache unimba